Sinakuambianga kila kitu chenye unataka unanifanyanga vizuri, unanitreati vizuri, mi nakupenda. Niaje kiongozi, mpoa hapa anataka kujua kuendesha bike. unaweza mfunza? Oh, yeah, naweza mfunza, lakini ndiyajua yote. Ni thao mbili, haina shida. Nieke namba hapo. Mama ya. Ni wanja wake kaingia sasa. Oh, game over. Haki ya Mungu, ni mambo kali wewe. <inaudible> nipigie Sata, nikona simu yake.